Hali, mpenzi mtazamaji, leo nimerudi tena shamba kwa ajili ya kuendeleza na huduma za unyunyizaji dawa katika eh, katika shamba hili la majaribio naam. Basi mpenzi mtazamaji, kama nilivyokuahidi awali kwamba nitakuonyesha hatua zote za kilimo cha ufuta na kama nilivyokuahidi kwamba hatua za kilimo kuanzia moja, tulipo hatua za kwanza za kuandaa shamba kama nilizokuonyesha, kama umefuatilia ya klipu yangu hii ya kilimo cha ufuta na hatua zote zingine za upandaji za palizi za kila kitu ambazo tulizopita. Lakini leo tumefikia hapa kipengele cha unyunyizaji tena dawa kwa kiwango hiki cha ufuta ambao na maua, na leo mpenzi mtazamaji, na nyunyiza dawa kwa ajili <coughs> ya kuendelea kukinga dhidi ya magonjwa tunaendelea eh, kunyunyiza dawa za wadudu mpenzi mtazamaji, eh, dawa za ukungu, dawa za wadudu pamoja na, na mbolea ambayo tunaita booster. Ah, hii ni lengo kuendelea eh, na dawa ya kuimarisha maua mpenzi mtazamaji, na kwa hiyo hii ndo hatua ambayo tuliofikia nayo leo mpenzi mtazamaji, na nimeendelea na utaratibu wangu kama ulivyo kwamba kurekodi matukio yote ya maandalizi ya kilimo hiki, muendelezo wa kilimo hiki, na namna na na na ya kuhudumia mazao haya, kama nilivyokuahidi kwamba nitaendelea kurekodi ku kuendelea kuposti chan, katika channel yangu hatua zote za kilimo hiki cha ufuta katika mazao haya katika, maza katika shamba hili la mfano au la majaribio, ili mpenzi mtazamaji, uweze kujifunza kitu, kwamba lengo ni kutengeneza hamasa kwamba unaweza ukahamasika ukashawishika ukatamani namna ya kilimo cha ufuta ili na wewe kuweza kujiingiza katika kilimo ili uweze kutengeneza fedha. Naam, basi ndio hatua ambayo tulikuwa nayo leo mpenzi mtazamaji. Naam, basi lengo sio kwamba kuonyesha klipu hizi kwa ajili ya kuonyesha ufahari au kwa ajili ya kufanya kama kujigamba mpenzi mtazamaji. Aa, lengo ni kujaribu kutaka kuhamasisha vijana wenzangu kuhamasisha kila mmoja ambaye anaweza akatamani akashaka akaka, kaweza kuona hiki kinachofanyika kwamba kina umuhimu kwa, kwa namna moja nyingine, basi na yeye akakifanya ili kuweza kujiongezea kipato. Basi hilo ndo lengo kubwa zaidi mpenzi mtazamaji. Kwa hiyo niliisubutu kuandaa chaneli hii uh, ili lengo kuweza kuonyesha hatua za kilimo cha ufuta kuanzia awali, kuanzia kuandaa shamba eh kupanda, eh kupalilia na kuendelea na huduma zingine zote ambazo na, ze, na record kisha na, na post. Mpenzi mtazamaji, ili uweze kuona hatua za kilimo cha ufuta ambazo mimi binafsi na kwa uzoefu wangu wa kilimo, hatua ambazo nazozipitia. Sio hatua, sio mtaalamu wa kilimo, ni mzoefu, ni mkulima mzoefu. Kwa hiyo napitia hatua zipi za kilimo cha ufuta eh, basi ndo nimeamua kutengeneza hii channel mahususi kwa ajili ya kuwa kama darasa. He, na hili shamba lenye ukubwa wa eka tatu iwe kama mfano wa shamba darasa, mpenzi mtazamaji. Kwa hiyo hapa nitaendelea kuonyesha video zote za tukio zima la maandalizi ya shamba kuendeleza, yaani namna ya kuhudumia mazao haya mpaka hatua za uvunaji, mpenzi mtazamaji, na nitaonyesha kipato kitakachopatikana kwamba kutapatikana kipato cha kiwango gani, na nitajumuisha gharama zote zilizotumika katika shamba hili, kuanzia gharama ya kukodi huduma za madawa na huduma zingine zote ili kuweza kufahamu kwamba gharama kiasi gani ambayo inaingia katika ukubwa wa shamba lisilopungua eka tatu, na lina uwezo kuzalisha fedha kiwango gani kwa muda wa miezi hiyo michache ambayo ya kuanzia kuandaa shamba mpaka kuvuna, eh, mba ili kuweza kuona kwamba ina faida na ina tija kiasi gani. Mpenzi mtazamaji, pengine kama uta, uta, uta, utavutiwa, basi na wewe mpenzi mtazamaji, unaweza ukaingia katika hamasa ya kujihusisha na swala zima la kilimo cha ufuta ili kuweza na basi ili kuweza kujiongezea kipato, mpenzi mtazamaji eh, basi unaweza ukaona mahesabu yako akakaa sawa kuona kwamba inafaa basi ukajihusisha na, na masuala haya eh, na hii ni njia ambazo za kawaida tu ambazo nazoonyesha mimi kulingana na uzoefu, sio za kitaalamu, kwa sababu so, mimi sio mtaalamu kama navyokwambia. Mimi mpenzi mtazamaji, ni mkulima mzoefu tu. Kwa hiyo hiki ninachokifanya ni kwa ajili ya eh, naonyesha kama mkulima mzoefu, sio kama mkulima, sio kama mtaalamu wa kilimo. Mpenzi mtazamaji, mimi ni mkulima mzoefu, kwa hiyo ni mtu binafsi ambaye eh, nimeamua kuandaa hikitu kwa ajili ya kutengeneza, kuonyesha hamasa, kuonyesha hiki ninachokifanya kwa ambao nakuletea video hizi mpenzi mtazamaji, kwako basi ili uweze kujifunza angalau mawili matatu basi. Ndio hivyo mpenzi mtazamaji, hivyo basi naomba usisahau ku subscribe na kugusa alama ya kengele ili kuendelea, kupata miendelezo eh, kuendelea kupata miendelezo ya hiki kipindi, hii channel, amba, vipindi ambavyo ninavyovituma ili uweze kuona hatua zinazoendelea. <coughs> Ah, natumaini bila usipofanya hivyo mpenzi mtazamaji, usipogusa alama ya subscribe na alama ya kengele basi pengine inaweza ikawa ngumu kupata video hii mpenzi mtazamaji, au ukaona tena katika ukaweza kufikia tena kwa urahisi channel yangu. Kwa hiyo, njia rahisi ya kuweza kunifikia tena channel yangu au video zangu ukazipata kwa urahisi ni ukagusa alama ya subscribe iliyokuwa upande wa kulia wa simu yako kisha ukagusa alama ya kengele hiyo. Kishafanya hivyo, inamaanisha kwamba wewe upo tayari kuendelea kufuatilia vipindi endelevu katika channel yangu. Kwa hiyo, itakuwa rahisi zaidi mpenzi mtazamaji kufahamu hatua zote zitakazo endelea. He, asante kwa kunitazama na usisahau, mpenzi mtazamaji, kugusa subscribe alama kengele, ili tuendelee na vipindi vitakavyofuata tukiwa sambamba. Asante sana mpenzi mtazamaji.